Karibu katika msimu wa sikukuu, mwezi huu wa kumi na mbili, Azam Two chaneli ambayo inakuletea tamthilia mbalimbali mbali kwa Kiswahili inakuletea ujio mpya wa tamthilia tatu kubwa. saa moja kamili tafuatilia Ummy, lakini saa mbili kamili ni, uh, Six of Us, pamoja na saa tatu kamili The Price. Kuhusiana na tamthilia hizi pamoja na mengi pia ikiwemo mabadiliko kidogo ya ratiba atatujuza hapa mkuu, um, wa chaneli uh, ama meneja wa chaneli Azam Two Mrisho Senga, karibu sana asante sana Bada tukikuona tu hivi yeah, nasikia tu WhatsApp. <laughs> <laughs> karibu sana yeah. Mrisho bana, kitambo sana tumekumisi, tume hapa kwenye Morning Trumpet, unajua yeah. Mrisho Aa, ni miongoni mwa watangazaji wa mwanzo kabisa wa kipindi hiki ambacho tulipokea kijiti kutoka kwenu. Safi kabisa, vimetutosha. Safi kabisa. Na unajua ukimwona Mrisho uh, kuhusiana na kuongea tamthilia hauwezi ukakwepa. yeah. yeah. uh, <laughs> <tamthilia. laughs> mtaongea tu, inabidi kusafiri. Aa, ikienda mikoani kunaulizwa, msalimie Mrisho, msalimie Mrisho, Mrisho. Unakumbuka? <laughs> <laughs> hata sabasaba na watu wanauliza Mrisho yuko wapi? Kweli kabisa, karibu sana, asante sana. Na pengine tuanze kwa kufahamu tamthilia hizi uh, mm, mpya ambazo zimeanza mwezi huu wa kumi na mbili. Yeah. Yeah. Um, kama mnavyojua mwezi huu wa kumi na mbili ni mwezi wa sikukuu, mwezi wa holiday, na sisi hatujawaacha wateja wetu. Mm, eh, tuko nao sambamba kabisa, tunakiwasha nao pamoja tayari tumeshaanza na tamthilia mpya ambayo moja inaitwa Ummy ilianza tarehe tatu saa moja kamili usiku. Inamuhusu mtoto Basma ambaye yupo katika malezi ya manyanyaso kupitia wazazi wake, hasa baba yake wa kambo, lakini anakutana na mwalimu wake wa darasa, anakuja kumgundua kama vile ana matatizo nyumbani. Kwa hiyo mwalimu anakuja kufanya kadri anavyoweza ili kuweza kumwokoa mtoto na kumtoa katika maisha ya manyanyaso mm. Lakini pia tarehe sita tukawaletea chuma kingine kipya kinaitwa Six of Us. Ushaisikia of of, yeah. yes. hiyo. Hata yeah? yeah. yeah. <laughs> hiyo Ummy ambayo alimtorosha Six of Us eh, inawahusu, ina ndugu sita mm, And ambao walipotelewa na wazazi wao hafla tu mm -hmm. Uh, sasa baada ya kupotelewa na wazazi wao wanaamia mji mkubwa wa Istanbul kuenda kutafuta maisha um, lakini sasa ndugu hawa unakuta wakubwa wanalazimika kukua ili kuweza kuwasaidia wadogo zao yeah, na kuweza kupata maisha bora. Hiyo ilianza tarehe sita. Wale ambao hawana sehemu maalum ya kukaa, tafute huku na kule, haya maisha yanakuwa hivyo kwao. Hiyo ndio Six Of Us. Na hii bwana, saa mbili tu unaweza kukaa na familia na watoto mkaa mnatizama. Mi bwana nikikaa sebuleni na mke wangu pale na watoto, mamaisha anawaambia watoto, mnaona watoto wenzenu wale unaona watu wenzenu wanavyopambana wanavu na maisha mm. Kwao kuna vitu vya kujifunza kwa ee, hiyo yes. mm-hmm. Jifunzeni kupitia hapa kwao yeah. Tunaburudika lakini pia tunajifunza, una wengine mpaka yes. Wanalia kaka kabisa yeah. eh. Kwa, kwa sini kama hizo mm. yeah. Na bado hapo ndo chuma ndo kwanza kama ina siku ya tatu hivi yeah. Kama hivi na wiki yeah. Na juzi tarehe kumi tumewaletea uh, tena chuma kingine saa tatu kamili

Inamuhusu mjane anaitwa Sara ambaye anatafuta naye msaada kokote pale ili kuweza kumsaidia mtoto wake wa kiume ambaye ana saratani. Ndiyo. Kwa hiyo anakuja kupata ofa kwa meneja wake. Ofa yenyewe sasa inakuja na masharti bana, mtihani mm. Bana. Bana <laughs> sana bana. Mambo yanakuwa e, ya mengi, watazamaji, tuendelee. Ile alichofanya ule jamaa ule bosi, nafikiri fikiri io hatukipitisha kwenye kikao cha wanaume, atusema tufanye vile, ule ni unyama ni unyama ule kabisa mm, kabisa watazamaji kabisa. Mm. Yeah, waendelee kufuatilia tamthilia hizo yeah. Uh, wataburudika lakini pia watajifunza vitu vingi na kama kawaida imetafsiriwa kwa lugha yetu ya Kiswahili adhimu kabisa. Yeah. Mm -hmm. Na kubwa pia hatujamaliza hapo. Desemba hii pia tuna mabadiliko ya ratiba ya channel nzima. Tulikuwa tulikuwa tumepata comments nyingi sana, salamu nyingi sana kutoka kwa wadau wetu wa Azam Two hasa kwenye upande wa filamu zile za Jumamosi na Jumapili mm. walikuwa wanakosa marudio kutokana pia na ratiba zinakuwa zinabana sana, okay. Ikifika asubuhi, tunabidi turudie tamthilia e, za usiku mm. zile zote zile yeah. Kwa hiyo sasa timu nzima mm -hmm, mm. ya management tukakaa vizuri tukapanga, kwa hiyo tukapata muda wao mzuri sana kabisa. kwa hiyo filamu ya Jumamosi itakayochezwa saa 4 usiku itakuja kurudiwa pia kila Jumanne na alhamis filamu hmm. ya Jumamosi na filamu ya Jumapili ambayo itakayochezwa saa nne pia itarudiwa Jumatano na Ijumaa hmm. na ile tamthilia ambayo ilikuwa inachezwa mchana, zile tamthilia za zamani ambayo sasa hivi inaitwa iko yewani, sasa hivi inaitwa love, la, love of my life, The love of my life yes. Aa, ambayo ilikuwa inachezwa saa saba hmm. sasa itachezwa saa kumi na mbili jioni okay. Okay. yes na tamthilia ya saa mbili usiku ambayo Six of Us sasa yeah, hivi yeah, itachezwa saa kumi na moja kamili jioni, marudio yake sasa. Yes oh yeah. marudio mm. yeah. Hayo ndiyo mabadiliko ya Azam tu na, na, na kikubwa uh, zaidi Mrisho msimu huu mm, kama ulivyogusia ni msimu wa sikukuu msimu yes, ambao watu wengi wako nyumbani na kuna wengine pia washasafiri sure, wameondoka Dar es Salaam wameenda mikoani huko wengine mm, wamepeleka visimbuzi vya Azam <laughs> kama zawadi kwa wazee yeah, ili na wenyewe pia wakiwa pale na wenyewe waendelee kuangalia. Yeah, uh, mnawaahidi nini wateja wenu hao? Yeah, tunawaahidi vitu vizuri sana vitu mm, vingi vingi vingi sana vinakuja Azam tu A, tuna tunatamthilia tuna filamu nyingi nyingi sana mpya. Maana wao pia, e, pia walikuwa wanasema tunaweka sana filamu za kizamani mm. Lakini mm. sasa pia tumewasikiliza na tunawaletea vitu vizuri sana ni kuanzia Januari. Ah, wasiache remote kabisa, mm, lakini yeah. pia hawa wa Kilimanjaro walipeleka visumbu eh, si okay. <laughs> eh, wakiwa njiani pia wasikose bwana kutufuatilia kupitia Azam Max. Ndiyo. tupo humo pia tamthilia zetu tutazipata full package yani. mm. kila mahali kwenye mabasi na kwenye, na pia, kwenye mabasi huko wanatupata nao tunakiwasha popote pale. Oh, yeah. Yeah. Na, na yule ambaye bado hajafanya uamuzi wa kutumia huduma za za Azam kwa maana ya kuwa na labda unaonajua e, kuna mtu hana kisimbuzi mm. hana Azam max mm. E, labda hajabahatika pia kupanda mpaka sasa hivi hajabahatika kupanda basi lenye e, kisimbuzi mm -hmm. E, yani maanaake ni kwamba yuko yuko e, kuna msemo tulikuwa tunatumia, anakuwa na upungufu wa furaha mwilini. Una lipi la kuwambia watu kama hawa? Um, ambao hana kisumbuzi kabisa hey, ajitahidi kwa kweli, aache kuangalia jirani, yeah, wala yaani <laughs> aache kusimuliwa kila siku, ajitahidi bwana, maana visumbuzi hivi viko kwenye ofa e, unapata cha antena unapata cha dishi yeah, basi unaendelea kuburudika hmm. Na sisi kama wenyewe tunaposema burudani An shukrani sana lakini unajua kuna namna ambavyo Mrisho akimaliza mambo yake huwa anamalizia. Ba shukrani sana, Mrisho Senga huyo meneja wa chaneli ya Azam Two.